Tumeona kwamba siku chache zilizopita mvua nyingi zinaendelea kunyesha ndani ya mkoa wetu, na nimeona zipo picha zinazoonyesha wanafunzi, akina mama wakivuka maji chini ya maandaki, na pengine picha hizo kuonyesha kwamba serikali hakuna kitu chochote ambacho kimekwisha fanyika. Naomba ndugu zangu waandishi wa habari niwape taarifa kwamba Dar es Salaam kwa sasa tunaendelea na utekelezaji wa miradi mingi ya madaraja, barabara za lami na zisizo za lami, lakini tunaendelea pia na miradi mbalimbali mbali ya kuimarisha vivuko. Tunaendelea pia na miradi mingineyo mingi ya kuhamisha baadhi ya miundombinu katika barabara kama vile miundombinu ya Dawasa, miundombinu ya umeme, ili pia kuweza kupisha ujenzi mkubwa wa miradi ambayo unaendelea. Tuna barabara za ambazo zinaendelea kujengwa, tuna barabara za talula zinaendelea kujengwa. Lakini tuna vyanzo vya mapato mbalimbali mbali vinavyo finance miradi hii, serikali kama moja wa financer wa miradi hii, wadau wa maendeleo kama vile benki ya dunia, kama vile benki ya maendeleo ya Afrika, pamoja na wadau wengineo ambao wameendelea kumuunga mkono mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kindakindaki. Jambo la kwanza, ujenzi wa daraja la Jangwani. Mtakumbuka kwamba mwaka jana waziri wa ujenzi alitoa taarifa katika siku aliyotualika ya kusaini mkataba wa ujenzi wa daraja la Jangwani, lakini siku chache zilizopita wananchi kadhaa wamekuwa pia wakitupigia simu kwamba daraja halijaanza kujengwa. Naomba nitoe taarifa kwamba sasa mkandarasi amekwishaanza ujenga camp ambapo atatunza vifaa vyake kwa ajili ya kuanza ujenzi wa daraja hilo. Lakini kama mnakumbuka pia, daraja hilo lilitolewa ufafanuzi mzuri na waziri wa ujenzi, na sasa waziri pia wa ujenzi anaendelea na mikakati ya kuhakikisha kwamba mkandarasi anaanza kazi hiyo haraka kwa mujibu wa taratibu. Na kama mnakumbuka pia, alipewa miezi michache, sio zaidi ya miezi karibu minne au mitatu ya kumobilize resources wakati pia anasubiri kulipwa kitu kinachoitwa advance payment. kwa ndugu waandishi wa habari, kuhusu daraja la Jangwani, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amedhamiria kwa dhati kwamba mwaka huu daraja hilo litaanza kujengwa na pengine palipo majaliwa hakitakuja tena kuwa kilio na malalamiko makubwa kwa watanzania wa Dar es Salaam. Sambamba na hili ndugu zangu waandishi wa habari, kuna miradi mingine mingi ambayo inatekelezwa na TANROADS zikiwepo barabara za kutoka Kibada, Mwasonga si chini ya kilomita 40 ambayo tayari imekwisha anza na mkandarasi yuko site. Barabara hii imelalamikiwa kwa muda mrefu, lakini itatengenezwa kwa si chini ya bilioni 90 au zaidi ya bilioni 90 ambazo zote hizi zinatolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mkono wa baraka na heri wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nataja tena kuhusiana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu nimesikiliza kwenye mikutano mingi ya hadhara inayofanywa na viongozi wa vyama vya kisiasa kwamba fedha zinazotumika kwa ajili ya ujenzi wa madaraja, barabara na miradi mingine ya maendeleo ni kodi za Watanzania. Kwa hiyo, hii inamaanisha kwamba Watanzania na viongozi wa vyama vya kisiasa wanafahamu fika kwamba mchango wa kodi ni kuleta maendeleo kwa Watanzania. Sasa kila mtanzania achukue nafasi yake ya kujiuliza au kila mwana Dar es Salaam achukue nafasi yake ya kujiuliza kwamba kama Tanzania ina population yasiyo chini ya watu zaidi ya milioni 60, na kama leo kwa mujibu wa TRA tunaambiwa wanaolipa kodi halisi hawazidi labda milioni tatu, maana yake ni kwamba wanaolipa kodi hizi halisi bado sio wengi, kwa mujibu wa population tulionayo ndani ya taifa letu. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa hii, nitoe tena rai kwa watanzania na hasa wana Dar es Salaam kwamba tuongeze kasi ya kulipa kodi, kwa sababu ndani ya kodi ndio tutaweza kupata maendeleo yaliyokusudiwa. <tune>